Uh, ndugu mtazamaji, leo nimekuja na, uh, na dawa asilia, yaani dawa ya asili inaitwa mlongelonge, ni hii hapa na kwa bahati nzuri mimi hapa nimeichimba nikaikausha nikaisaga nika, nikaitunza kwenye chupa kama unavyoona hii hapa, inaitwa dawa ya mlongelonge. Uh, leo tutafundishana ama tutapeana matumizi ya dawa ya mlongelonge. Kwanza nipende kuzungumza kwamba hii dawa inasaidia sana kipindi unapojisikia tumbo linauma. Kipindi unapojisikia tumbo linauma ama unapohisi kwamba una vidonda vya tumbo, hii dawa inasaidia sana. Dawa inaitwa mlongelonge. Natumini kwamba kila mtu ane, anafahamu sana huu mti wa mlongelonge. Mlongelonge unatibu magonjwa mengi sana tumboni au mwilini. Cha msingi unatakiwa uchukue asali. Ukichukua asali kama mimi hapa, ukichukua asali kama unavyoniona, asali yangu ni hapa e, na kibakuli changu hiki hapa ni cha kuchanganyia dawa kama unavyoniona. Unaona, unachukua asali, unachukua asali, unatoa dawa unaweka kwenye kibakuli kama hiki, halafu unamimina asali, tuone Unaweka asali hivi, asali yangu kidogo imepunguka na apo yep. Unaweka asali kama unavyoona, ndugu msikilizaji, unaweka hivi asali, unaweka asali na hakikisha kabisa unaweka asali nyingi ya kutosha. Ukimaliza kuweka asali hivi, unatakiwa kuta... una uchanganye, yani uchanganye kabisa uchanganye uchanganye, unahakikisha kabisa asali inakuwa nyingi. Unaona unachanganya. Ukimaliza kuchanganya hivi, natakiwa sana nikupe matumizi, matumizi ya hii dawa. Dozi inachukua wiki moja, dozi inachukua wiki moja, ndugu mtazamaji utakuwa unatumia kwa siku mara tatu. Kwa siku moja unatumia mara tatu kwa maana, kwa hiyo asubuhi, mchana na jioni, kila siku mpaka wiki moja, ndo dozi inakamilika. Ina utakuwa unachukua una, una kijiko chako kama hiki hapa, unachota kiasi, unachota kiasi, kiasi tu hivi no, halafu unatumia Uh, ndugu mtazamaji, natumaini kwamba umenielewa hii dawa ya mlongelonge.